Kama tunavyofahamu wote, hii ni wiki ya huduma kwa wateja na hapa kwetu UTT Amis, mteja tunamwita mwekezaji. Sasa nilikuwa napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru wawekezaji wote ambao tumekuwa nao kwenye safari ya uwekezaji kuanzia mwaka elfu mbili na tatu ambapo elfu mbili na tano ndio tulianzisha rasmi mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo tukichukua safari ya miaka 20 pamoja na wawekezaji tokea siku ya kwanza tulianza kama tasisi ndogo kwa mtaji mdogo lakini taratibu taratibu leo hii tumekuwa tasisi ambayo inasimia, inasimamia kama trilioni tatu nukta sita. Sasa kutoka bilioni chache tunaweza tukasema kumi na ambazo mwaka wa kwanza zilifika kama kwenye tisini afu zikashuka chini e, na ambapo miaka kumi iliyopita tulikuwa na kama bilioni mia mbili na kitu mpaka kufika trilioni tatu nukta tisa hii inaonyesha nini? upande wangu mi naona kwamba inaonesha vitu vitatu. Kwanza, tumetoa faida kwa wawekezaji wetu, kwa sababu tunafahamu kwamba kila mmoja anapowekeza mategemeo yake ni faida, na inapokuwa ni tofauti, mara nyingi unaweza kukuta kwamba kiwango cha wawekezaji kinapungua au hata idadi wate, ya wateja inapungua ina, ina lakini pia pili, tumeweza kusimamia vizuri mali tena hapa nazungumza fedha ambazo wametupatia metu, wa na kuziweza kuzitawanya na kuweza kuwaepusha na riski au athari zinazotokana na masoko. Lakini pia kitu kingine kikubwa kabisa tumeweza ni ukwasi, tumeweza kuwapatia liquidity, kwa maana kwamba mteja anapoweka pesa anakuwa na malengo. Kwa hivyo sasa haya malengo yake mwingine yanakuwa ni nini, kwamba ikifika siku ya kulipa school fee alipe school fee ya mtoto ikifika siku labda jambo fulani limemtokea, kuna mfuko ambao una insurance, atapata insurance, lakini atapata pia na pesa zake zile ambazo aliweka kwa kiwango cha pesa zake za siku hizo ambazo alikuwa amewekeza kwa kiwango cha pesa hiyo, au pengine mteja yuko kwenye mfuko kama mmoja, basi atakuwa amefaidi faida za masoko ya hisa na na faida za, za masoko huku ya pesa kama vile kwenye banki kama kwenye hati fungani za serikali na vitu kama vile. Lakini pia haya yote hayawezi haya, haya, haya kutokea bila serikali kwa sababu kama tunafahamu taasisi ya UTT ni taasisi ya, ya serikali. Kwa hivyo kwanza, shukrani kwa dhati kwa Rais Samia, Dr. Samia Hassan Suluhu kwa sababu yeye ndio jemadari mkuu, na tunafahamu kwamba mazingira ya uwekezaji in, kwenye nchi yoyote yanategemea sana na mkuu wa nchi na vile ambavyo anarahisisha uh, uwekezaji au mbinu mbalimbali za wawekezaji au daraja mbalimbali za wawekezaji kwa wawekezaji ambao wako ndani ya nchi. Lakini pamoja na hayo, tunafahamu kwamba taasisi hapa iko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa hivyo tunapeleka salamu zetu kubwa sana kwa waziri wa fedha Mwigulu Nchemba pamoja na ofisi ya TIRA. Lakini pia sisi tunafanya kazi na watu wengine kwa karibu sana kama Benki Kuu na benki zote. Benki Kuu kwa sababu kusema ya pesa tunazozikusanya kutoka kwa watu tunazipeleka kwenye hati fungani na hizi mara nyingi husimamiwa na, na, na, na BOT. Karibuni wateja wetu UTT Amis. Uh, hii ni wiki ya huduma kwa wateja kama tunavyojua, tunaazimisha uh, mwezi huu wa Oktoba. Kwa majina anaitwa Josephine Mlimbila, mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja hapa UTT Amis. Karibuni wateja wetu wote, uh, wateja wetu wapendwa, kwa huduma mbalimbali hapa UTT Amis. Uh, UTT Amis, tunajua sasa hivi tuna matawi uh, yameongezeka, matawi mbalimbali. Tuna tawi Arusha, tuna tawi Mbeya, tuna tawi Dodoma, tuna tawi Zanzibar, tuna tawi Morogoro, tuna tawi Kahama, Mwanza na Dodoma pia. Karibuni muhudumiwe mpate huduma zetu kupitia matawi hayo niliyoyasema, lakini naomba niwasisitize kwamba huduma zetu zimeboreshwa sana. Kama tunavyojua sasa hivi huduma ni kiganjani, basi na sisi pia tunaenda digital. Huduma zetu nyingi utazipata kwa kwa njia ya mtandao, kama ni kuuza kama ni kununua, utapata kwa njia ya mtandao. Lakini pia msisahau namba zetu uh, za simu za bure UTT Amis. Tuna kitengo cha huduma kwa wateja kwa njia ya simu ambacho kimeboreshwa zaidi. Kwa hiyo kama una, una maswali yoyote au una maoni tunapokea, basi utatutafuta kwa kupitia namba sifuri nane sifuri sifuri moja moja mbili sifuri mbili sifuri. Naomba nirudie utatupata kwa namba sifuri nane sifuri sifuri moja moja mbili sifuri mbili sifuri. Karibuni sana.